Baada ya kutazama changamoto ambazo anapitia mama kwa upande wa kunyonyesha kwake, lakini pia mtoto ambazo anaweza kazipata kwa kunyonyesha kwake, leo tutazame changamoto moja ambayo tunaenda kuidadavua na kueleza namna gani ambapo mama anaweza kukaa salama zaidi, lakini kwa yeye jamii, ambaye si mwanamke, lakini anatamani ile changamoto iende kwa mama na kuweza kumsaidia namna gani ambapo anaweza kukaa salama kipindi chote. Yani maana yake ile changamoto, ukishajua namna gani ambapo unaweza kumsave mama, lakini kama wewe ni mama, ni kujua namna gani ambapo unaweza ukawa salama kipindi chote au kuwa na uhakika wa kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata. Lakini ni muda gani sahihi wa kunyonyesha kwa mama? Shirika la Afya Duniani imependekeza mama kwa siku anatakiwa anyonyeshe zaidi ya mara kumi na mbili. Lakini mama kama atakuwa na changamoto, inaweza ikawa ya kikazi au ana maradhi ambayo anamfanya akashindwa kunyonyesha mara zaidi au mara nyingi zaidi. Kwa hiyo, mama tunashauri walau wa kwa siku anyonyeshe mara nane zaidi, na hii ndio ambapo mama anakupa mwongozo. Kwa hiyo mama ambayo ni mfanyakazi, maana kuna kosa muda sahihi wa kunyonyesha. Je, ni kipindi gani ambacho mtoto anapaswa kunyonya kwa siku au ni mara ngapi ambapo anapaswa kunyonya kwa siku? Au ratiba gani, nafikiri kwako itakuwa ni nzuri ambayo itakufanya wewe kuitembelea hiyo ratiba au kufuata hiyo ratiba ambapo mtoto na uhakika atapata maziwa ya kutosha, lakini mtoto atakuwa amenyonya kulingana na tafiti za kisayansi au taratibu za kisayansi ambazo umewekwa ambapo mama na mtoto wote mtakuwa salama zaidi. Changamoto ni nyingi ambazo mtoto anaweza akapata ni kama hatopata maziwa ya kutosha. Yaani maana yake mama hautajua kiwango cha maziwa ambacho mtoto anapata. Na hii imetokea pale ambapo mama wanaenda kliniki mtoto wake amepungua uzito au mtoto wako ana changamoto ya upungufu wa maji na kupelekea kulazwa au mama mtoto amepata utapia mlo kutokana na maziwa ambayo mama anakamua au kiwango cha maziwa ambacho mama anaonyesha unakuwa haukijui au kiwango cha maziwa ambacho anakamua wewe inakuwa ni kidogo zaidi. Maana yake imepelekea mama kupata changamoto wakati wa kunyonyesha kwake. Yani mama, changamoto ambayo umepata pale ambapo unakuwa hauna maziwa ya kutosha au hujui kiwango cha maziwa cha kutosha, lakini muda ambao unatumia kunyonyesha haujui ni masaa mangapi ambayo unakosa kwa kunyonyesha. Sasa tumsaidie mama ambaye ana majukumu ya kazi, lakini mama ambaye haujui ratiba kunyonyesha, lakini mama ambaye kiwango chako cha maziwa kinachotoka ni kidogo na unatamani mtoto ashibe zaidi, ni mwongozo upi ambao mimi napendekeza ufuate utakuwa salama zaidi, lakini kulingana na tafiti mbalimbali za kisayansi au shirika la afya linavyosema kwa siku tofauti kabisa na mtoto ambaye ana miezi miwili au mitatu. Kiwango cha maziwa ambacho anahitaji kupata mtoto ambaye na siku moja huwa anapata miezi milisi tano mpaka milisi kumi, yani manake mama ukikamua kwa siku anatakiwa kamua milisi tano mpaka milisi kumi. Sasa kutokana na changamoto za maisha au kutokana na changamoto za uzazi ambazo mama anapata baada ya kujifungua, inapelekea mama siku ya kwanza akakosa maziwa, lakini siku ya pili Natajia mama at least tukamwata milizi tatu milizi tano enda kuendelea mtoto aweze ya kunywa zaidi.